huu ndio uwanja ambao utamuona mpanzu anateleza kama kambale. Una ushamuona kambale kwenye eneo la kila la kujidai la matope, unajua mwaga maji tucheze kama kambale hapa. Ndio utamuona elimu panzu akiteleza kama kambale baba. Hapa ndo utamuona elimu panzu akifanya ubaya ubwela into practical kaka, uwanja ni wa elimu panzu volcano. Hapa ndo utamuona Kibu Dennis Prosper, unajua Kibu Dennis viwanja vizuri kama hivi vyenye yeah, mandhari ya Ulaya unajua, yeah. Kibu Dennis ana mentality ya kiulaya yeah, viwanja kama hivi ndio viwanja vya Kibu Dennis Prosper yeah. Kibu ana chenga yake moja ikipigwa mali afu ya duu imekaa hapa kama a ana, ana, ngoja ngoja nataka weka vizuri. Weka vizuri mm, tuende vizuri. Njoo chini hapa ehe, tuoneshe ukifanyaje. ikiwa inakuja mali, anatoa mali kwa mfano na kapombe hapa, mpinzani amekaa ganagonga, pap, unamzunguka mtu una Ee, adui sasa anafuata mwili. We, kibu anageukia hapa <laughs> Wewe unageuka eh, eh, unage eh, kibu tayari shika gari kwenye anaondoka. Katika e rudia vide... eh, rudia video za kibu eh. Sasa, kuna nyingine eh, kibu Sio sio, sio, sio, sio, sio sio kama nani e. semi trailer anakata ehe, kona ndefu namna hii, kibu anageuka hapa hivi, akisha geuka huyu e. wewe hapa mwili kibu mali e, e, mwili, kibu u... kwa e, kwa mgongoni na kibu akisha kuweka mgongoni e. uwezi <laughs> kumpata uwezi kumpata labda anguke, anaondoka na mali sasa uwanja kama huu eh, ndo utamuona vizuri utamfaidi kibu Dennis Jean Shale aua sasa hapa eh, ndo utamwona Jean Shale aua ndo maana nimewaambia eh, watu eh, nimewaambia Wazanzibari eh, eh, wao hawajawahi kuiona Simba eh, inayokuja tarehe ishirini uh -huh, wameiona Simba ikicheza hapa Muungano, Simba ikicheza Mapinduzi hapa eh, Eh ikicheza baadhi ya mechi za ligi kuu ya NBC yeah. Lakini hawajawahi kuiona Simba yeah, ya tarehe ishirini. Wataona kila kitu kipya asa, mechi kama uwanja kama huu ndio, yeah. Ndio striker refu kuliko goli, ana uwezo wa kuswing vizuri hapa, sababu nyasi inamruhusu, ana uwezo. Wewe bwana ah, tuombe ah. tuombe Mungu yeah, Mungu tufike salama kaka. Hiyo Simba ninayozungumzia hapa yeah, Simba ya nusu finali yeah. Ah, kaka ni hatari sana.